ambacho kilikuvuta kuvutia mpaka ukaingia kwenye hii tasnia e, mpaka ukaishika ikawa kama ya kwako. Hebu tuelezee kidogo ili tumjue Seydou. Asante yeah, sana mwanapo mm. Nashukuru kwanza kwa kunikaribisha siku ya leo, nimefurahi sana, na kwamba mimi, kuhusu mambo ya muziki, nimeanza nikiwa bado mdogo sana. Nilikuwa napenda sana mimi nimeanza sasa kupiga disko wa miaka sabini na mbili a kwenye sabini na tano naanza kupiga kwanza, naanza kupiga kwenye nyimbo za Kongo, Kongo kidogo kwanza, halafu ndio nikaingia kwenye nyimbo za kizunguzungu, lakini nilianzia toka nyumbani <coughs> mkeleo, nikaja Mwanza, nikaja ndio nikaanzia. Nani ambao walikuwa ni watu ambao eh, walikusaidia walikuwa role model wako ambao walikufikisha eh, mwanzoni sehemu sasa ya kuanzia? Uh, kwa kifupi, ni kwamba tuseme ni mimi mwenyewe, lakini kuna watu ambao kuhusu kupiga upigaji wa kamizi ambao kwanza ambao wengi wengine wameshakuwa marehemu na pia wengi ambao tuko nao sasa hivi waendelea na hii fani yeah. Lakini hasa hasa mimi ni kuna watu ambao tulikuwa nao karibu sana, mm -hmm. Enzi hizo yeah. Ni zamani yeah. Sasa baada ya ku, kutaka kujua kabisa sasa hivi na, na, na kuwa DJ nilianzia, mm -hmm. wapi, mazia mbole, hasa sio mbole, lakini sio mbole hasa wakati ule mimi mm -hmm. naweza kupiga ya patipati so, yeah. so, so, mbili E, mm -hmm. Mambo ya patipati tu asilama kwa mm huko -hmm. Mwanza kwenye maklabu mm -hmm. um, lakini sasa kitu kikubwa ni kwamba baada ya ku ya kujua sasa hivi na penda muziki ni kwamba baada ya kuwa mborecano sana kwa kunifanya nipende sana, sana, mm -hmm. sana zee